Mi, naitwa Musa Mateja, mwandishi wa Global Publishers, kupitia mtandao huu wa Global Publishers. So nilikuwa kidogo nataka tu labda tuzungumzie kuhusu maisha yako zaidi, naona najua unasoma na unaishi na wadada, labda tu yani, kwa kifupi, labda nataka tu una naongea labda na nani, labda sinaongea Lulu. So, uh-huh. Yeah. Vipi? Wa na anaishije na, na wazazi wake labda, hilo zaidi. The thing is, unajua mtu awezi ukamwona amelewa kwa picha. Angeniona, angeniona somewhere like na yumba yeah. Amemwona Lulu na yumba, angerecord na video Lulu na yumba, angesema kwa, angesema amelewa sawa The thing was, actually kiukweli nilikuwa nimetoka ilikuwa Eid, ilikuwa unajua, siku kuu siku moja moja kutoka Sombaya, nikaamua nitoke and I was with my friends right? Yeah. kila siku nimelewa na sikulewa, na hakuna mtu ambaye hata alikuwa kutumia anajipendekeza kutuvaj mtu kutoka sehemu ambayo unajulikana, mtu anapenda kukusalimia, anaweza kukuambia unapenda, napenda, Lulu, napenda work, like napenda unavoact nimekuona hivi na hivi lakini hakuna mtu alojipendekeza kutulipia kutulipia vinywaji au nini, wala sikulewa na wala siku vua nguo. Nilivaa vazi nalo lijua mimi na lilikuwa special kwa kutokea. Sasa kama nahisi nilivua nguo, that was my, yani ile ndio ilikuwa vazi langu kwa siku hiyo. Okay, lakini sasa labda tuchukulie kwamba ona kana wazazi wako wote wawili baba na mama. Sasa labda kwa kwa mfano mfano kwa mfano sasa ilivyotokea kwa mfano kama gazeti la jana na okay. labda, mm. And, uh, tofauti na gazeti la jana kuna magazeti mengine ya nyuma yeah. Zinazotoka skendo za hapo na pale, mm. So labda wazazi wanakuona kuna lizungumziaje, actually wazazi so, wazazi tu kulizungumzia, myself personally nachukia sana yaani nachukia sana licha ya wazazi. Kwanza kwanza kitu cha kwanza, unajua of course mtu hata ni jaji sana mimi, alama zote zitaenda kwa mzazi wangu, right? Yeah. Kitu ambacho unajua, let's say Malezi ya zamani na malezi ya sasa hivi tofauti. Unaweza kukuta of course kwetu tunalelewa kila kitu. Labda kuna vitu vingine napenda mwenyewe, ushaona ni out of wazazi. Ushaona? Sasa mtu ile anapoona straight, unajua anakuwa na judge vingine. Mm -hmm. Mtu labda unaweza tu umetoka just for fun, siku like hivi, ni ni for fun. Mtu yeye akikuwa imekuwa anajudge vingine. The thing is, wazazi wangu wanajisikia vibaya sana tena sana. Of course, by myself pia najisikia vibaya tena sana, kwa spend scandals. Af, mimi, bado eh, wapo right? kutoka ni kawaida. It's kawaida. Mbona kuna watu kibao that's kutoka ni kitu cha kawaida, ila umfuate umuulize, mtu umetoka kwa nia gani, umekuwa hapa na nani whatever na nani ndio hivyo, so mtu naona tu mtu yuko fulani, umebahatika tu kupiga picha, basi tunaiandika nice. Okay. Lulu, nataka kujua, labda hasa wengi tunakuwa tunauliza, tunaulizwa hili swali tunakutana nalo. Ni wengi wasiojua kwamba Lulu anasoma labda, huko yuko ya, yani level yako ya elimu huko. Actually, vitu kama hivyo siwezi kutaja cause niko level yangu ya elimu niko same gani na miaka mingapi sijui, nimewaza zongo na nani? That's none of their business cha msingi ni kuona tu nuru yuko sehemu fulani basi, maana vitu vingine ni viko personal zaidi, huwezi ukaanika kila kitu anyway. Lakini sasa labda tunataka tuzungumzie labda swala zima ambayo kwamba tunajua wengi linawaathiri kwamba labda unawezaje, unawezaji kuwa kwenda na vitu viwili kwa wakati mmoja, nazungumzia ni sanaa na shule, na kwamba pia tukiwachana na hilo kuna maisha sasa binafsi kama haya ya ustaa, unajua ni staa ya ustaa sasa, kama unawawea mdu vipi, yani hivi vitu vitatu kwa wakati mmoja? Unajua, kitu kinachonisaidia zaidi ni kwamba nimekulia katika mfumo huo. Mi nimeanza sanaa hata kipindi ambacho sijielewe, yani sijijui kama mi ni Lulu whatever whatever sana. Kwa hiyo nimekulia, kwa hiyo nimekulia katika msingi huo, kwa hiyo ninaona kawaida Sio kama nime, yani nimekuwa tu tokundo nkaa staa kusema nikaa nika labda nikalewa sifa nikaa limbukeni nika nafanya hichi na hichi na hichi. Hapana, nimekulia katika msingi huo. Mi nikifanya kitu nimeamua kufanya, sio nafanya kwa ajili ya ustaa. Nikifanya kitu mimi mwenyewe Lulu as Lulu nimeamua kufanya, lakini sio kwa ajili ya ustaa okay. So narudi tena nyumbani kidogo. Uh, nataka kujua sasa labda mara nyingi kwamba wewe unapokuwa nyumbani mara nyingi unakuwa umetoka kwa ruhusa maalum kwamba labda umetoka usiku, naamua labda kujichanganya sehemu mm. Unakuwa unatoka kwa ruhusa maalum kwa maana yeah. Unakuwa umeaga wazazi na wazazi wamekubali Yeah, uh, yeah, tofauti na sikukuu naongelea labda siku za kawaida tu kama ni wikendi ambao unakuwepo, labda huko, sitoki hivyo yeah. Yani, sitoki hivyo ni mpaka niamue mwenye, ndio maana kumbe kitu mimi nikiamua kufanya ni i by personal nimeamua, lakini pia sitoki hivyo kusema ile kila siku nitakuwa naomba ruhusa, hapana. Uh, okay. Ah, uh, najaribu kuuliza hivyo kwa sababu ni vitu ambavyo unajua ungekuwa mtu wa kuingia kwenye website yetu, ungekuwa unajua labda comments zinazotoka yeah, kwa watu, wengi zaidi wanataka kumjua Lulu yukoje ni mtu wa wa aina gani. Kwanza, mm -hmm. Kuna wengi wanakupongeza ni mtu unakuwa ni mtu wa kujiamini, interview zako kweli nyingi. Unaongea ni mtu akikaa, yani anavyokuangalia na unavyoongea ni mtu fulani anaona vitu vile tofauti. Mm -hmm. So wengi sana wanakuwa wanataka kujua sasa undani zaidi wa Lulu kwamba hivi vitu vinaendaje. Eh, kuna ishu kama hizo zinakuwa nyingi sana zinahusishwa labda isu za mapenzi kama hizo. Unaona? Yeah. Sasa mtu anakuja anaangalia age yani, akiangalia Mm. kabisa kwa haraka haraka anajua huyu ni ana 18 Mm. Sasa kama ana 18 alafu anakuwa wa tendo za mapenzi na nini alafu kuja kuangalia life zako ni za mtu mkubwa sana yani tofauti na wapo wow. Ila kwa jili Lulu ni star, lazima nitafuatiliwa na hata kama zitaoneka zipo, zitaonekana zipo cause I'm a star. Ndio maana nakwambia mtu ukiwa star unakuwa ni mtu tofauti na wengine, yani unatakiwa yani wanataka kukufuatilia zaidi, kukujua zaidi. Kitu ambacho ningekuwa so star usingepata huo muda kunifuatilia, ungeniona na mpenzi, ungeniona na mbaba, ungeniona na nani, ungeniacha. you don't know me then how unawezaje kunifuatilia? Sema cause you know me utataka kujua, eh Lulu kaendaje na hivi, imekuwaje na hivi. Lakini vitu kama hivyo ni vipo, as usual vipo mitaani, vinafanyika, lakini havifuatilii. So hata kama mimi sijafanya itaonekana Nimefanya kwa jina najulikana. Okay, lakini labda kwa maisha zaidi ya sawa watu wenye level yako kwamba eh, najua hata kama ni mtaani kwenu wapo no, kujua wawili watatu ambao ni mm. level yako umekuwa nao na nini na nini, alafu watakitaani wapo level yako na sio level yako zaidi, labda wanawake wenzio zaidi, kwamba wanakuwa nakuchukuliaje kutokana na haya sasa, labda hizi publicity ni mimi mimi mimi, yani labda hizi habari zinazotoka By the way mimi marafiki zangu wengi wananijua, kwa hiyo mm. na wengi anaweza hata kaona habari, kaona habari kwenye gazeti akasema hii inawezekana Lulu amefanya kweli, kwa sababu ananijua, nimekuwa nao, wananijua tabia zangu, wananijua huruka zangu. Mimi sio mtu wa hivyo yani, mimi ni, yani nimekulia ni katika malezi fulani hivi najua, yani, yani, najua kujirespect kwanza na kama nilivyokuambia, nikiamua kitu niamue kufanya mwenyewe, lakini sio bai kufosiwa au bai kuchanganyikiwa, labda na usta au na oteva. Ushaona, kwa marafiki zangu wengi wanaweza kuona kitu akakuachia hichi kwa kinaweza kuwezekana na kufanya, lakini wanaweza kuona kitu akawa na uhakika hata kama hajaniuliza mimi, akawa na uhakika kabisa I haven't do that. Kozo wananijua tangu, yani nimekuwa nao, kwa hiyo wanajua zile zangu tabia zangu, wanajua vitu vibadiliki vinabadilika kidogo Hmm. Yeah. Lakini labda katika kero zaidi ambazo unakutana nazo mtaani, nini hasa hmm. So, ambazo kama unajua kwamba kuna kitu kile, yani unakiona ni kero sana kwako, unapokuwa labda mtaani au katika tu maisha binafsi. Of course kero ni kwamba kuna kero za kawaida, of course labda watu ile kukishangaa, mtu anakuwa na aibu hivi rohoni, jinsi yani unajiona tofauti, unajiona tofauti katika watu. Unajua mimi ni mtu fana kujichanganya Sometimes anatamani kujichanganya sehemu, ila anaona no, da, nikienda pale watanishangana tamani hata ingekuwa mtu kaka hivi, unajua anatamani kuingia sehemu, lakini unaona ile sehemu, unajua ndio maana kwambia ustar, watu wange judge ustar katika pande hizi mbili. Mtu ana judge star, Lulu anajifanya maisha anajifanya maisha yake yako juu. I have to do that, maisha yangu ya juu kwa jili gani? Mimi siwezi nikawa sana na mtu mwingine. Kuna sehemu nitaona marafiki zangu mimi nitatamani kwenda, ila itanishinda kwenda, still there, niko juu. Kwa jili gani? Ujuu wapa, au ulinganishi na ujuu mwingine, unakuwa unalalamika side nyingine, side nyingine hawajaji. Kwa hiyo yani, things happen kwa jili tu ya usta, yani vitu vitu vinatokea tu kwa jili ya usta. Ningekuwa sijulikani kila kitu yani hakuna kwanza, hata mtu ambaye angetaka kuniuliza, unaona, kwa vitu vitu vinatokea yani source of everything scandals whatever whatever, ni star bas. Uo umefanya, hujafanya, imesikika, wewe utaandikwa kwa ajili ni star. Umefanya, haujafanya, itaandikwa kwa ajili ni star. Kwa vitu kama hivyo ndio vinavyotokea na vina kera. Unaweza kuta watu wengine hawaelewi yani, kuna watu wanaamini magazeti kama Mungu mtu akiona gazeti naye anaanza kuitembeza kwa inaenea, unaona, inakuwa inaboa. Unafika sehemu yuko hivi hivi, lakini kumbe huko hivi. Okay, Lulu sasa si laba tuna labda tu unataka kumalizia kwa ile kwamba uh, mapema jamani. Kwa kwa, kwa mapema uh, wakati tunaongea kwenye simu ulisema kwamba unajiandaa kwa ajili ya kwenda shule na kama hivyo nafikiri mpaka na mwezi mzima karibia amefunga, yeah, kwamba sasa unaenda shuleni na mengi yametokea hapo katikati mm. So labda una una hofu kwamba hata kwa wanafunzi wako labda, wanafunzi wenzio utakapofika shuleni kwamba labda watakuwa na moja mbili tatu ya kuanzia kupitiana kupitia zile ile habari zilizo natoka. Of course itakuwepo, ila I have to face them. Nitafanya nini? Ndio zishapita, inabidi ni face. Atakaye nielewa nielewa, ambaye hajanielewa si, si, si, no, kumforce ila the end of the day unajua, katika ukweli siku, yani katika ukweli siku zote uongo unajiweka pembeni. Yani the end of the day itajulikana Lulu ni mtu aina hii na hii na hii na hii, that's why I'm not worried. Na uhakika hata hata na usikitika hivyo, siku tatakuwa, yani atakuwa na uhakika kama mimi I haven't do that things na siku katika tabia hizo. Na uhakika, yani siku zote uongo unaenda lakini ukweli unakuja kujulikana the end of the day. Kwa nini? Na uhakika ni kitu kama hicho. Okay, mm basi mi nafikiria, asante Lulu, kama kuna kitu nimesahau. najua kwa kwenda shule hii e shule ukishaingia, mnafungalinte mwezi wa kumi na mbili matajima kuliba mm. mm. okay, basi mi nakutakia kila la heri masomo mema Inshallah. Ah, kuna chochote tuwasiliane, mimi ndugu yako. Haya. <laughs> Haya, asante. Haya.